Natumai umzima wa buheri mfuatiliaji wangu wa simulizi ya Sita Sahau Usiku Ule, ambayo kwa sasa ipo patamu, kwani kule nchini Malaysia ni siri tu zinafichuka kutoka kwa walinzi hawa wawili wamshukiwa wa kuharibu kesi ya mauaji ya Mzee Nyalile pamoja na mkewe miaka mingi iliyopita. Wamenaswa, wanasurubiwa ili waseme ukweli wote, kuweka peupe kile ambacho kimejificha zaidi huku kesi ikiendelea kurindima huko nyumbani Tanzania, ambapo mwanzoni kabisa ni kwamba maelezo muhimu yaliyokuwa yameandikwa mwanzoni kabisa mwa kesi hiyo walianyakuwa watu hawa, japo kwa inspekta Baraka alikuwa na baadhi tu ya ushahidi, ila sio wote. Mengi wanayo hawa kwa sasa, wanaendelea kubinywa. Nini watakwenda kuamua? Na Mliti ni furaha tupu usiku ule alipozungumza na mdogo wake Nasra, kwani umezaa furaha endelevu kwa Mliti ambaye tangu wamalize masomo yake ya kijeshi amekuwa mtu mnyonge sana. Maafisa wengine wametua nchini Malaysia tayari kuwachukua walinzi hao wawili ili warejeshwe nyumbani Tanzania, wakati akisakwa mkuu wao ambaye alikuwa kachero mkubwa. Bado kuna kazi namna ya kumpata hapa. Lipo jambo kukualika ni mtunzi pia msimulizi wako Leonard Mubali, nasema karibu sana na kama hujasubscribe channel hii tafadhali, na kusifanya hivyo. Msikilizaji wangu, usiku ule haukuwa kawaida kwa Mliti baada ya kufanikiwa kuzungumza na mdogo wake yaani Nasra ambaye waliachana katika lindi la mateso mengi ya utotoni wakati huo, baada ya kushuhudia wazazi wao wakiuawa kinyama. Waki Mliti alijikuta akiwa na raha ya aina yake, ambapo hata baadhi ya maafisa wake wa juu wakajua liko jambo jema kwa Mliti limetokea, lakini wakasubiri kuona wakati ukiamua. Mliti baada ya kukaa na furaha hiyo, siku moja aliamua kumsimulia bosi wake ambaye kwa sasa alikuwa kama rafiki yake pia kwa wakati wote, na ambaye alimsimulia safari ndefu ya maisha magumu, jinsi walivyoanza baada ya wazazi wao kuuawa mbele ya macho yao, kisa mkasa wakisingiziwa kwamba ni wachawi kutokana na jitihada za familia hiyo katika mafanikio ya kilimo ambayo yaliwasababishia kuwa na fedha nyingi pale kijijini Igalangala. Mpenzi msikilizaji, bosi wake na Mliti aliendelea kusema, nimekuwa nikijiuliza kuwa umekuwa kimya sana tangu uliporejea kutoka kwenye mafunzo ya juu ya kijeshi. Nilijua ungeweza kufurahia ngazi hiyo kubwa ulioifikia na mshahara mnono unaolipwa kwa sasa, lakini bado naona kama vile huna raha. Kulikoni Mliti? Tumekupa kila msaada hadi wanasaikolojia, lakini bado unaonekana kama unatembea na mzigo mzito usioonekana unaofanana na gunia la misumari. Kuna nini Mliti? Leo umeomba kuongea nami na mwenyewe, kuna nini? Naomba nieleze tafadhali. Hayo yalikuwa ni maneno ya utangulizi ya bosi wake Mliti. Mliti alivuta pumzi ndefu, kisha kaishusha na kuanza kusema: Bosi, jana nimeongea na mdogo wangu Nasra, ambaye tuliachana naye kwa mara ya mwisho miaka imepita sasa. Tuliachana wakati mbaya sana ambao wale waliomuua baba na mama walikuwa wakitaka kutumalizia na sisi, kwa madai kuwa ati tuliachiwa uchawi. Baada ya hapo, sikuwahi kuzungumza tena na mdogo wangu huyo, kulingana na mazingira ya mafunzo. Mwenyewe unajua bosi, hata niliporejea nyumbani, nikafuatilia sikupata jibu lolote kwamba alikuwa yuko wapi. Kila niliyemuuliza hakunipa jibu sahihi, hivyo nikawa naingiwa na hofu kama yupo hai ama naye walikwishamuua. Lakini kuanzia jana nimeamka na raha sana bosi wangu, kwani nimezungumza na Nasra bosi wake hapa, naye uso ukaanza kuchangamka, akasema ehe, Mliti endelea, niambie nini kimetokea. Mliti akaendelea kusema ni kwamba kwa mara ya kwanza tangu nirudi nchini nimeweza kuzungumza naye kirefu tu jana. Bosi wake akasema ehe, kwa hiyo yuko wapi? Tumfuate mdogo wako sasa hivi. Mliti akasema mkuu wangu, ameniambia mdogo wangu kwamba yupo nchini Malaysia. Aliendaendaje huko sielewi, anasema alienda kimasomo huko, lakini amesema karibu atarejea nyumbani. Bosi akasema hongera sana, na akirejea tufanye mpango mwanze kuishi naye humu humu kambi ya jeshi kwa usalama wake, kwani huwezi kujua kama hao watu huenda bado wanawafuatilia. Du, msikilizaji wangu, Mliti aliruka na kumkumbatia bosi wake, japo sheria ilikuwa hairuhusu ati kumkumbatia bosi wako namna hiyo, na kwa sauti ya kutetemeka na yenye furaha akasema Asante sana bosi, hasa kwa hilo ulilosema utaniruhusu niweze kuishi na Nasra humu humu kambini. Hapo nimepata amani sana sana, maana nilikuwa nawaza hata kirudi huku nyumbani itakuwaje juu ya usalama wake. Baada ya kurejea pale alipokuwa amekaa Mliti aliendelea kusema, bosi, kile kisa hakijawahi kutoka kichwani mwangu. Wazazi wangu waliuawa kinyama sana bosi, na wale waliowaua bado wanatembea duniani. Hicho ndicho kinachoniumiza moyo. Nimekuwa askari bora kwa sasa, nimejifunza kupigana, kukimbia, kukabiliana na silaha nzito, lakini ndani yangu nahisi bado ni kama mtupu kutokana na hayo yanayoendelea ambapo wale waliofanya unyama huo wala hawajafanywa chochote. Lakini jana Nasra amenipa nguvu mpya. Pia bosi, niko tayari kufanya kazi yoyote, ila nikikumbuka kuwa walioua baba yangu na mama yangu wanaponda starehe, na tamani kuyatumia maarifa yangu. Bosi akasema, hapo sasa Mliti unakwenda mbali, ni nje kabisa na kiapo chako. Ujue mafunzo uliyoyapata ni kwa ajili ya kuiokoa jamii na taifa na si kuiangamiza na pia si kwa maandalizi ya kukabiliana na, na maadui zako binafsi. Mliti, hilo tafadhali liondoe akilini mwako. Msikilizaji mm, wangu, Mliti aliyasikia maneno yale kutokea sikio la kushoto yakatokea sikio la kulia. Alinyamaza kwa kuwa maneno hayo yametoka kinywani mwa bosi wake, ila moyoni akajibu kwa wino mweusi kabisa kwamba ni lazima nitalipa kisasi. kule nchini Malaysia, Inspector Baraka katika chumba kidogo cha mahojiano walichopewa pale polisi, aliendelea na mahojiano na hawa walinzi wawili wa yule mvurugaji wa kesi ya Mzee Nyalile na mkewe. Aliendelea kusema, sasa ndugu zangu, ni nyewe wawili, hii ni mara ya tatu tunawauliza, mnakaa kimya kwa nini? Mnaficha aliko bosi wenu, na yuko wapi kwa sasa? Tukiwasha simu mnaweza kuzungumza naye ili mjifanye hakuna tatizo lolote bali mlilewa na mkalala ba mnaiweza hiyo kazi, ili twende wote kumfuata. Wale jamaa wawili walimjua vyema bosi wao kwamba isingekuwa jambo rahisi namna hiyo kama anavyoeleza Inspekta Baraka. Mlinzi wa kwanza alikuwa amechoka sana kwa kipigo kile cha awali ambacho alikipata huku akiwa na kaulevi pia, kwa sasa alikuwa na hema vibaya huyo, akilalamika, mbavu zangu, mbavu zangu zinauma. Mlinzi wa pili baadaye alilainika na kusema sawasawa, tutaongea naye Inspekta. Ngoja basi mtuwashie simu zetu. Ile wamewasha simu ya mlinzi wa pili, moja kwa moja yule bosi akapiga simu, huku akiwa huko huko kwake kwa mafichoni, maana pale alikuwa amehama tangu alipoona walinzi wake hawapatikani. Mlinzi wa kwanza waliona sipokee simu kwa kuwa alikuwa na hema vibaya, japo na huyu wa pili alikuwa na hema ila si vibaya kama yule wa mwanzo. Msikilizaji wangu, yule mlinzi akasema helo bosi. Yule bosi akaanza kufoka kwamba hivi mna akili nyie, mnajijali usalama wenu nyie, mnakunywa hadi mnalala? Ba, huyu mlinzi akaona awe na maneno machache, na inspekta Baraka alikuwa akimnong'oneza sikioni, maana walianza kuzungumza ghafla walikuwa bado hawajawapanga. Akasema sema neno moja tu, samahani samahani, kwa yule mlinzi kawa kila anachosema yeye anamjibu bosi wake huyo kwamba samahani, sawa sawa, tutaongea. Yule bosi alishitukia mazingira kakata simu huyo, akawa anajua kabisa liko jambo lililotokea, maana na yeye mwenyewe alikuwa ni kachero aliyebobea Baada ya hapo Inspekta Baraka aliwageukia walinzi hao wawili na kuwaambia, sasa mnarejeshwa Tanzania. Tutaenda katika vyumba vyenu kukagua na kuchukua tutakavyoona vinafaa tuvichukue, na kisha na nyie kuchukua vile vyenu ambavyo hatuna haja navyo. Mnarejeshwa Tanzania. Msikilizaji wangu, bosi wa uvurugaji wa kesi ya mauaji ya mzee Nyalile pamoja na mkewe bado anasakwa. Mliti kwa sasa furaha tupu, maana amejua Nasra yupo hai na yupo wapi. Furaha ya pili ni kwamba ameahidiwa kwamba Nasra akirejea, naye ataishi katika kambi ya jeshi kwa usalama wake. Nini kitajiri katika sehemu ya 35 ni jambo la kusubiri na kuona. Kama hujasubscribe channel hii, tafadhali na kuomba sana, fanya hivyo kwa moyo mkunjufu. Kukuaga ni mtunzi pia msimulizi wako Leonard Mubali, nasema Kwaheri kwa leo.